Kenya hii inatawaliwa kikatiba, sio kimabavu, sio kupelekwa kwa njia ya wizi, watoto wana, hawana ajira. Makampuni mengi ambayo imeajiri viwanda hivi, watoto wameajiriwa na viwanda, wamehamia kwenda Tanzania, wengine wameenda Uganda na vi, watoto kulala hai kulala hoi, wamelala hoi, wamemaliza vyo wameenda wapi? Hawana kazi kwa hivyo kazi ambayo tuko nayo hapa, nyinyi watu wa Magarini, ndio tumekuja tuwasihi kwa roho safi. Unajua, mbunge wenu hatuna ubaya na yeye, lakini ako na ukoo mbaya.